Mswada huo ulipitishwa na bunge siku ya Alhamisi wiki iliyopita na unapendekeza marekebisho katika sheria mbalimbali za ushuru ikiwa ni pamoja na sheria ya kodi ya mapato, sheria ya ongezeko la thamani VAT, sheria ya taratibu za kodi, sheria ya ada na ushuru mbalimbali, sheria ya kodi ya stampu pamoja na sheria ya kodi ya usafirishaji.

Rais alipokea mswada huo kutoka kwa karani wa bunge na hafla hiyo ilishuhudiwa na viongozi kadhaa akiwemo Naibu Rais Kithure Kindiki, Waziri wa Fedha John Mbadi pamoja na maafisa wengine waandamizi wa serikali. Hatua hii inajiri siku moja tu baada ya maandamano ya kuadhimisha siku ya Gen Z katika maeneo mbalimbali nchini yaliyolenga kuwakumbuka waandamanaji waliopoteza maisha yao mwaka jana wakati wa kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 2025 amount of money for teacher service commission to cater for shortfall in personal, personnel emoluments which is about 3.3 billion there's also regularization of 1.6 billion with respect to hosting of chan

Wakenya sasa wanasubiri kuona jinsi sheria hii mpya ya kifedha itakavyoathiri maisha yao ya kila siku, huku baadhi ya wanaharakati wa kijamii wakiendelea kupaza sauti zao kuhusu mwelekeo wa sera za ushuru nchini. Nikiripotia Dira ya Tandao, jina langu ni Emmanuel Barasa.